halkani waxaa kadacay gubitan jirdil jarjarid iyo dil. Jeshi la polisi wa kijeshi wa jeshi la kitaifa la Somalia, SNA limeanzisha uchunguzi kuhusu mauaji wa mzee mwenye umri wa miaka 60 katika maeneo ya yahakbe wahine Lowa Shabel, na limewatangaza hadharani baadhi ya wabunge wanaohudumu kuwa watuhumiwa. Mzee huyo aliuliwa na mwili wake kuchoma moto jambo ambalo lilisababisha hasira kubwa miongoni mwa wakazi wa eneo hilo. Luteni Kanali Ahmed Buhula Kamei naibu mkuu wa polisi wa kijeshi wa SNA alitoa wito wa kuondolewa kwa kinga ya kibunge kwa wabunge wanaohusishwa na kutaka wafikishwa mahakamani. Polisi wa kijeshi pia walikagua vizuizi vya barabarani visivyo halali katika eneo hilo, ambako watu wenye silaha hutozwa wananchi na wasafiri fedha kwa nguvu. Vizuizi hivyo ni sehemu ya korido tete inayoathiriwa na uasi wanamgambo wa koo mitandao ya uhalifu ambayo mara nyingi hulindwa na viongozi wa kisiasa. Kesi hii inatoa changamoto kubwa kwa utawala wa sheria nchini Somalia kwani kuondolewa kwa kinga ya wabunge kunahitaji idhini ya bunge, jambo ambalo linaweza kusababisha mvutano wa mamlaka kati ya mfumo wa sheria za kijeshi na wabunge. Uchunguzi huu ni jaribio la kuonesha dhamira ya serikali kuwajibisha hata viongozi wenye ushawishi kwa vitendo vya vurugu na unyang'anyi katika eneo la Loa Shabelle nchini Somalia. Naitwa Joshua Kimanzi, Saido TV, Mombasa.